Kwanza nichukue nafasi hii kuwakaribisheni sana, karibuni sana na leo roho yangu kwatu kabisa, kwa sababu nilikuwa ninapenda kukutana na nyie, lakini tulikuwa kwa pamoja mimi na mwenzangu hapa, kila tunaposhauriana tunasema ah, vijana tukutane nao. Kwa hiyo leo tuna furaha kubwa kwamba tumeweza kukutana. Tunamshukuru sana Mungu, karibuni sana yeah. Ndugu Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, ana viongozi wengine mlioko mahali hapa, sisi ni wahitimu wa kada ya ualimu kutoka katika vyuo mbalimbali hapa nchini kati ya mwaka 2015 hadi 2024. tuna umoja wetu kupitia mitandao ya kijamii ujulikanao kama Non Employed Organization kwa kifupi NETO. Kwa kufika mahali hapo, nimkaribishe makamu mwenyekiti aweze kuendelea kusoma makala hali ya maisha ya walimu wasio na ajira, yaani uhalisia wa wahitimu. Viongozi wetu, tunaomba mpate picha uhalisia wa walimu wasio na ajira juu ya changamoto kabla na baada ya kuhitimu mafunzo ya uwalimu. Changamoto ya kwanza Vijana wengi ambao hawajaajiriwa kwa kada ya ualimu ni vijana waliotoka katika familia maskini na wamesomeshwa na wazazi na kupewa mikopo na serikali kwa matumaini ya kuwa watapata ajira kwa haraka. Tunatoa mapendekezo kwa serikali ilipe kianzio cha mishahara sawa kwa kada zote kulingana na kiwango cha elimu zao. Mfano, kianzio cha mshahara wa mwalimu mwenye shahada ufanane na kianzio cha mshahara wa daktari mwenye shahada, ili pesa za ziada zitumike kwa ajili walimu watakao watakaotosheleza upungufu uliopo nchini sasa. <tosan> So, naomba tu nimkaribishe katibu wangu waendelee, asante vio vimalize hatua zote za kumthibitisha mwalimu kwa kutoa mtihani wa mwisho, yani usaili unaofanana vio vyote nchini, na ufaulu uwe kwa asilimia mia moja ambapo asilimia hamsini iwe kwa upande wa nadharia na asilimia hamsini iwe kwa upande wa vitendo. Niwapongeze wote ambao mmefanya mmefanya uwasilishaji ni upungufu wa nafasi za ajira kwa walimu. Sababu hii document ina hoja hizi. Ina hoja hii ya upungufu wa ajira za walimu sawa? So, lakini ina ina hoja ya usahili. Kama hivi vyote vingekuwa, kama ajira zingekuwa zipo za kutosha kwa mujibu wa hoja yenu, kwa mahitaji ambayo serikali inahitaji, nadhani usahili usingekuwa ishu. Ungetumika utaratibu ambao wote wangefanyika, wangechukuliwa Historia inaonyesha siku za nyuma walikuwa wanachukuliwa moja kwa moja na kupelekwa moja kwa moja kuajiriwa kwa kwa kila kwa, kwa, kwa, kwa miaka, kwa sababu ya mazingira ya wakati huo kwamba sokoni hakukuwa na hao walimu wa kutosha. Kwa hiyo walikuwa wakimaliza wanachukuliwa wote na nafasi zinabaki, si mnaikumbuka hiyo historia, mnaikumbuka eh? Baadaye zikaanza kuwa nafasi sasa hazibaki, kabla hata ya kusitisha hizi ajira ni vitu vinabadilika tu kisera na wakati, vinafika tulipofika. Na ndiyo maana mimi niliamini kabisa kwamba tukikutana tukizungumza tutaweza kutoka. La kwanza hapa ambalo sisi tumelipata kama serikali, ni kwamba kuna kitu au kuna mambo ya kufanywa kazi ya, ili uweze kueleweka hoja yako. Sio lazima uongee kwa ukali sana, you just talk lightly. Kama ina uzito, ina uzito tu hapa kuna hoja zina uzito. Sera ya nchi inasema ajira zipatikane kwa ushindani, sera ya elimu inasema walimu wapatikane kwa ushindani, sheria ya utumishi wa umma inasema watumishi wapatikane katika jamhuri ya muungano wa Tanzania, watumishi watapatikana kwa ushindani. Kwa kuwa sasa jambo hili lina uzito, na kwa kuwa mmeliwasilisha vizuri, na kwa kuwa ninadhani uamuzi wangu kwa wakati huu badala ya kujibu hoja moja moja hapa hapa, nami watu wangu wamejiandaa kujibu. Nadhani, as a government, sisi tuchukue hii tuifanyie kazi thara, na kwa hivyo nikawa nafikiria kwamba tuunde kamati ya serikali, kwa sababu ina uzito mkubwa. Unazungumzia habari ya kuto kuwepo walimu, lakini unazungumzia habari ya wage bill. Kuna vitu vingi hapo ndani, vipo vipo hapo. Kwa lazima kwenye serikali tukutane nao tuliangalie, je, tunaweza tukawachukua hao walimu wote Tutawachukuaje? Tutafanyeje? Hili haliwezi likawa la wizara ya utumishi peke yake na wizara ya elimu peke yake na Tamisemi peke yake, lazima liishirikishe serikali kwa ujumla wake, ikiwemo wizara ya mipango. Lakini pia lazima tuwashirikishe na wenzetu wa wizara ya fedha. Jamani, kuna hoja hii na jambo hili lina uzito wake, tunakwendaje? Kwa hiyo mimi niagize tu hapa katibu mkuu utumishi kwa kushirikiana na wenzako wa kwanza Ofisi ya Rais Utumishi, Wizara ya Elimu, Tamisemi, Wizara ya Fedha na Wizara ya Mipango na uwe, Uwekezaji, yes, munde timu iweze kuinua haya yote, haya kwa hili lazima ulichukue, lakini mtafakari na mambo mengine ya kiutumishi, namna ya kumalizana na upungufu wa, wa, wa, wa mahitaji ya walimu tulionayo katika shule zetu za serikali, na mmesikilizwa, na sisi tuna haki ya kumsikiliza Mtanzania yeyote kwa misingi ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu Dr Samia Suluhu Hassan, ya fora, lazima watu tujadiliane, tulidhiane ili mambo madogo haya yasije kaleta shida. Tunaamini suluhu inapatikana kwa watu kuzungumza, na watu wenye busara wanazungumza na jambo lina linakwisha. Kwani nyinyi mnaamini kwamba serikali huwa zinaajiri watu wote? Hilo simelisema kabisa, sio. Serikali huwa haina uwezo. Serikali yote duniani haipo iliyoajiri wa wasomi wake wote duniani, haipo hiyo serikali. Si mnaelewa? kwani hilo hamlielewa eh? Lakini waswali hizo nakosaamu, nasema kwenye sekta ya elimu hapa tuna nani, nafasi ipo, maana mmegusa mpaka namba, uchumi wetu mekubwa. Eh, mmejitahidi kweli kujenga waji kwa hiyo tunaopongeza, lakini serikali haina uwezo wa kuajiri watu wote wasomi wa nchi wote wakaajiriwa na serikali, na ndiyo maana solution ni kukuza private sector iwe na nguvu, ili iweze kusaidia kupunguza shida na upungufu wa ajira.